Ni karibu. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesisitiza kuwa serikali itaendelea kushirikiana na taasisi mbalimbali za dini nchini katika kuwaletea maendeleo wananchi wake. Waziri Mkuu Majaliwa ametoa kauli hiyo mkoani Geita wakati wa misa ya kuwekwa wakfu na kusimikwa kwa askofu mpya wa Jimbo Katoliki Geita Dr. Flavian Kasala. Mwandishi wetu Nazareth Ndeki ameandaa taarifa zaidi waliojumuika kwa ajili ya misa hii ya kuweka wakfu na kusimikwa kwa askofu mpya wa jimbo Katoliki Geita Dr. Flavian Kasala. Baada ya kuwasili katika eneo ya ibada takatifu, ibada ikaanza ya kuwekwa wakfu na kusimikwa kwa askofu mpya wa jimbo la Geita. Naam, kwa msaada wa Mungu nataka basi, Mungu mwenyezi aliyeanzisha ndani yako kazi hiyo njema yeye mwenyewe aidumishe na aikamilishe. Mwendesha ibada katika shughuli hii, askofu wa jimbo kuu la Mwanza D Yuda Ruaichi, amesema waumini wa jimbo hilo washirikiane na askofu mpya Dr Kasala. Atasifu, atashukuru, atamwabudu Mungu kwa ajili yenu na pamoja nanyi. Kwa hiyo wana wa Mungu katika jimbo la Geita, shirikianeni na askofu wenu, mpendeni askofu wenu, msikilizeni kwa makini na shirikianeni naye katika utume wake. Mgeni rasmi Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema mchango wa dini kwa kushirikiana na, na serikali ni wa muhimu na wa kuzingatiwa. Na amesema serikali itaendelea kuboresha uhusiano uliopo na taasisi za dini ili kuendelea kuleta maendeleo kwa wananchi wake, na kuwajenga watu kiimani, kiroho, tunawaondoa kwenye majaribu yanaweza kuliangamiza taifa hili. Kwa <coughs> mfano wa matukio ya hovyo yanajitokeza kiimani matukio haya hovyo yatakomeshwa tu kama sisi kwenye makanisa yetu, kwenye nyumba za za, za, za mahubiri, misikiti, tukisimama kidete kuhubiri na kuwajenga kiimani na kiroho, kila mmoja ataona jambo la amani na utulivu kuwa ndio jambo nchi yetu inatutegemea ya sisi wote ili tuweze kufika kwenye hatua ambayo tunaitarajia, na tukishirikiana kati ya kanisa na serikali, nina imani tunaweza kusogeza gurudumu la maendeleo nchi yetu kwa kasi zaidi na kwa faida ya wananchi wetu. Ujumbe kutoka Baraza la Askofu Katoliki Tanzania iliwakilishwa na Askofu Josephat Lebulu. Hata ulipokuwa Arusha ni kutambua zaidi kama mchungaji kati ya watu kwenye jumuiya ndogondogo na parokiani zaidi hata kuliko katika chuo kikuu hata chuo kikuu japo najua hata kwenye chuo kikuu umo tena kwa moyo sana lakini ukusahau msingi. Askofu mpya wa jimbo wa Katoliki Geita, Dr Flavian Kasala, akatoa neno la shukurani. Shukurani hizi nazielekeza katika wakati tunaoishi. Tumo ndani ya mwaka wa huruma ya Mungu, na kanisa likiwa ndani ya adhimisho la mwaka wa huruma ya Mungu linakutana kwa nafasi mbalimbali na Kristo ambaye anabaki kuwa ufunuo wa uso wa Mungu mwenye huruma. Kabla ya kuteuliwa tarehe ishirini na nane mwezi Aprili mwaka huu na Papa Francis, Dr. Kasala alikuwa mkuu wa chuo kikuu kishiriki cha Stella Maris cha Mtwara na ni askofu wa tatu katika jimbo Katoliki Geita yenye waumini zaidi ya laki tano kutoka mkoani Geita. Na Nazareth Ndekia, TBC.